Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya fasihi simulizi. Asante sana kwa kusubscribe. Swali la tatu, eleza maana ya michezo ya jukwani au sanaa ya maonyesho. Hii ni michezo ambayo uhusisha waigizaji kuiga hali au matendo katika jamii na kuyawasilisha jukwani mbele ya hadhira hai kwa lengo la kupitisha ujumbe fulani au kuburudisha. B. taja na ueleze aina mbili ya michezo ya jukwani. Michezo ya jukwani ya kawaida na kuna michezo bubu ambayo matendo hayaambatani na sauti. Kwa hivyo, michezo ya jukwani ya kawaida matendo yanaambatana na sauti lakini katika michezo bubu ambapo matendo hayo hayaambatani na sauti yoyote, yaani waigizaji wanaigiza bila kutoa sauti yoyote. Cha eleza sifa za michezo ya jukwani. Huwasilishwa mbele ya hadhira hai. Michezo ya jukwani huwasilishwa mahali maalum ambapo ni jukwani wawasilishaji wake hutegemea waigizaji. Ili michezo hii iweze kuigizwa, shati pawepo na tendo la kuigizwa. Saba, michezo ya jukwaani huwa na mtiririko maalum wa matukio. Michezo ya jukwaani usawiriwa kwa mgongoro au migongoro fulani matendo yanayoigizwa katika michezo hii hufungamana na matukio na shughuli zinazoendeshwa katika jamii. Aghalabu waigizaji wanaweza kuvalia maleba maalum kutegemea majukumu yao katika uigizaji wa michezo hiyo. Michezo ya jukwaani hubadilika kutoka jamii moja hadi nyingine kutegemea shughuli za kiuchumi, kijamii kisiasa katika jamii husika. Yaani, michezo ya jukwaani hubadilika kutoka jamii moja hadi nyingine kutegemea shughuli za kiuchumi, shughuli za kijamii na shughuli za kisiasa katika jamii husika. Huku ukitoa hoja nane, eleza manufaa ya michezo ya jukwaani kwa jamii ya kisasa. Kwa hivyo faida au muhimu wa michezo ya jukwani kwa jamii ya kisasa hutumiwa katika kuiburudisha jamii. Michezo ya jukwani inaweza kutumiwa kama wezo wa kupitishia mila na amali za jamii kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Huweza kutumiwa kama chombo cha kuelimisha wanajimi. Hutumiwa kukashifu matendo maovu katika jamii. Hutumiwa kukuza ujasiri miongoni mwa wanajamii hasa waigizaji. Michezo ya jukwaani inaweza kutumiwa kama kitega uchumi kwa jamii ya kisasa kwani waigizaji hulipwa. Huweza kutumiwa kuwaonya wanajamii kuhusiana na matendo fulani. Pia, um, manufaa mengine ya michezo ya jukwaani ni matukio katika michezo ya jukwaani huweza kutumiwa katika kuwashauri na kuwaelekeza wanajamii. Huwafunza wanajamii namna ya kukabiliana na changamoto katika maisha yao ya kila siku. Hutumiwa kukuza umoja katika jamii. Hutumiwa katika kukuza ubunifu miongoni mwa wanajamii. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo nitashughulikia kesho. Shukran sana kwa kusubscribe.